Yaani, nimekuelewa sana, yaani kwako na kwa jinsi ulivyo, unafaa kabisa kwa mke wangu kujenga familia sawa, nakupeleka kwetu, na kingine ni kwamba <coughs> the way tu unavyoonekana ni wazi kwamba unasafiri na damu yangu, nomanielewa

hapo mimi najua mwenyewe, aiem mwenye bongea mchepuko wako utajuta. Unakuja huko unakula kila kitu, nakwambia kukii